Ndugu mmoja ananena kwa lugha. Ndugu mwingine anafasiri. Kusanyiko linaomba kwa sauti kubwa. Namnawambieni twaeni, Mungu anaipeleleza mioyo leo hii. Ichunguzeni mioyo yenu, oh, enye watu, na mwateni upuuzi huu wa mwanzoni, oh, na mzijaze taa zenu mafuta Leo hii nitawafunulia mambo ambayo hamkuwahi kuyawazia hapo kabla. Ichunguzeni mioyo yenu na mzisafishe taa zenu, mvijaze vyombo vyenu mafuta, hakikisheni vimejaa mafuta. Maneno yangu hayatakuwa ya bure. Leo hii nawapa fursa nyingine ya ninyi kuvijaza vyombo vyenu mafuta.

Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa ajili ya wakati huu ambapo twaweza kushiriki tena kwenye neno la Mungu, machoni pa Mungu. Tunashukuru sana ya kwamba Wewe u pamoja nasi, asubuhi hii, kutusaidia na kutubariki. Twaomba msamaha wa dhambi zetu ili taa zetu zipate kujazwa na mafuta na kutengenezwa na ziwe zinawaka, ili Wewe upate kututumia sasa kulitukuza Jina Lako kuu. Kwa maana tunaomba hayo katika Jina la Mwana mpendwa wa Mungu, Yesu Kristo. Amina. Mnaweza kuketi. Nilikuwa ndio tu ninaingia wakati niliposikia ujumbe huo ukitolewa. Kwa hiyo mimi... Ni kweli kwamba inatubidi kujaza taa zetu wakati wote, kudumisha ninii zetu. Unajua, wakati ninii Wakati mtu unawaka, huwezi kuendelea kutegemea kile ulichokwisha kutenda sasa. Unaona? Kwa sababu, moto, unaowaka kwa mafuta, hufanya kaboni. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu kule kutengenezwa kwa, zitengenezeni taa zenu, kwa sababu ya ile kaboni iliyoko juu kwenye ya, ya utambi. Wengi wenu ninyi watu wa rika langu, wakati tulipokuwa tukitumia taa taa ya mafuta ya makaa ya mawe unaona, zili ingepata inge, inge kaboni hapo juu, pale ambapo ingewaka, na kwa hiyo ingezuia mwanga. Kwa hiyo inakulazimu kukata kuondoa kaboni yote, na ili kwamba tukaze mwendo, tuifikilie mede ya thawabu ya wito mkuu katika Kristo.